Mesimama kutoa shukurani mashekhe wetu, tokea tumeingia hapa tumemaliza tukusali sala ya dhuhuri, visomo vinaendelea, maombi yanaendelea mpaka sasa. Alhamdulillah tunawashukuru kwa kweli, mifanya jambo kubwa Nami naamini Mwenyezi Mungu atazikubali dua zetu, atazikubali ibada zetu, lakini pia ataendelea kutulinda sisi pamoja na wenzetu na taifa letu kwa ujumla la Tanzania. Ombi langu kwenye eneo hili, mashehe wetu na viongozi wetu wa dini, tuendelee kuwaombea viongozi wetu, tuendelee kuliombea taifa letu, lakini tuendelee kujiombea na sisi wenyewe katika maeneo tofauti. Niendelee kusisitiza kudumisha amani. Limezungumzwa hapa kwamba tunaliombea taifa letu amani. Niwaombe sana watukufu wa Islamu na wananchi wote wa Tanzania, tuendelee kudumisha amani ndani ya nchi yetu. Hakuna pahala pamepata mafanikio pasipokuwa na amani. Amani hii ndiyo kila kitu. Kama kuna kipaumbele cha kwanza ndani ya taifa lolote duniani, basi ni amani. Hata hao ambao unasikia wana uwezo mkubwa wa kifedha wanaomba amani, wanasimamia amani. Bila ya amani hakuna mafanikio, na hii ni mifano hai imeonekana. Siko nchi zilikuwa na uwezo mkubwa wa kifedha, lakini amani ilipopotea yote, yale yote yalikatika, na sasa wanaendelea kusafa kujenga tena upya nchi yao. Sasa ni waombe watukufu, Waislamu na wananchi wote kwa ujumla, mnaotusikiliza kila mmoja anayo nafasi na anayo haki ya kimsingi ya kudumisha amani popote pale alipo, na kamwe tusishawishike kwa namna yoyote ile kuharibu nchi yetu, kwani zile rasilimali unazoziharibu ni fedha zetu walipa kodi, ni fedha zetu wananchi, tunakwenda kuzichoma wenyewe. Matokeo yake baadaye, badala ya kufanya mambo mengine ya maendeleo, unalazimika kurudi kurejesha miundombinu, unalazimika kurudi kufanya huduma mbalimbali, ambazo tungeweza kuzikontrol mapema. Hizi fedha zingeweza kutumika kwa ajili ya shughuli nyingine za maendeleo ndani ya taifa letu.